E, mambo vipi ndugu mwanachama wetu mtarajiwa e, unaendeleaje huko sisi huku tupo vizuri jana tarehe ishirini tumefanya ibada ibada tumemaliza salama e, taratibu ambazo zimebadilika mo sasa kwenye ibada hii na kuzungumiza na mkuu rusifa kuhusu wanachama watarajiwa e, sasa hivi ni kwamba kila mwanachama anaruhusiwa kulipa pesa ya nchi yake na ndizo pesa anapokea, yani pesa unazolipa ndizo unapokea. E, sasa kwa mfano, kwa mfano ni kutolea hapa Tanzania na Kenya na Uganda na Amerika au Marekani, ukilipa dola laki tano na elfu thelathini Yaani ulipe dola laki tano na elfu thelathini unapokea milioni tano za dola baada ya kusajiliwa, halafu na pesa za nyota unapokea zile zile za nyota, kama ni milioni mia moja kama ni milioni mia tano kama ni bilioni moja kama ni bilioni tano unapokea za dola. I, unakuwa umejiunga kwa mfumo wa dora, haijarishi hata upo Uganda hata upo wapi, unaweza kusema mimi nataka kusajiliwa kwa njia ya I, arafu, dora halafu nipewe dora, tunakuhesabia laki tano na elfu thelathini za dora, zinashika pesa ngapi? Ndizo unaripa haha. Ukiwa Tanzania ukalipa laki tano na elfu thelathini za Matanzania unapokea pesa za Matanzania milioni tano za Matanzania, kisha unapokea pesa za nyota, kama ni milioni mia tano kama ni bilioni moja zinakuwa za Matanzania. Na kama upo Kenya ni hivyo hivyo, ukilipa pesa ya Kenya laki tano na elfu thelathini za Kenya ukiziripa unapokea milioni tano za Kenya kwanza halafu unakuja unapokea pesa za nyota kama ni bilioni tano unapokea za Kenya, kama ni milioni mia moja unapokea za Kenya, kama ni milioni mia tano unapokea za Kenya. Na kama upo Uganda, ukilipa pesa za Uganda raki tano thelathini za Uganda na wewe unapokea pesa za Uganda e, unapokea pesa za Uganda, unapokea milioni tano ya Uganda kwanza, kisha unapokea pesa za nyota, kama ni bilioni moja, kama ni bilioni tano, kama ni milioni mia tano zinakuwa za Uganda. Natumaini hapo tumeelewana vizuri, yaani hata upo Tanzania. Ukitaka kulipa kwa pesa ya Kenya unalipa pesa ya Kenya, ukitaka kulipa kwenye dola unalipa pesa ya dola. Hata upo Uganda, unataka ulipe pesa ya matanzania unalipa ya matanzania. Upo South Africa, Afrika Kusini, Afrika Mashariki, Mozambiki, Zimbabwe na nchi nyingine zote, upo Urusi, uko wapi, yani popote pale ulipo, ukitaka ubadilishe ulipe pesa za nchi yako unarusiwa. Ukitaka ulipe pesa za nchi ya jirani unarusiwa. E, kama unataka utajiri mwingi ndo unaripa kiingilio nyingi. E, ukilipa kama kwa mfano ukilipa pesa ya Burundi. E, ukiripa pesa ya Burundi unapokea ya Burundi, ukilipa pesa ya Kongo unapokea pesa ya Congo. Ukiripa pesa ya Kenya unapokea ya Kenya. Ukiripa ya Marawi kwacha ndo hivyo e. Kwa hiyo utaratibu wa ibada ndo umeenda, ndiyo mapya ambayo yameibuka kwenye ibada e. maelezo zaidi tupigie simu sufuri sita tisini na nne sufuri tisa tisa nane nane mwisho mbili. Ni wako Agustino Mosemo. Tunakukaribisha ndani mwa chama cha Freemason.